Huwezi kuchagua uzaliwe na baba yupi? Ni wenda wazimu leo ukiamka ukitaka kuchagua baba wa, wa, wa, wa kuzaliwa naye. Unafikiri ungekubali kuzaliwa na huyo baba yako? Hata mimi ningefikiri kuzaliwa na baba fulani hivi kutoka Washington DC, kuja kuangaika na baba wa Kondeni Matala huko kijiji cha Maisha Plaza. nani angeangaika matatizo hayo yote? Kama ungepewa nafasi ya kuchagua, mi ningechagua kwenda kuzaliwa Kondeni Matala? na kichaa gani ningezaliwa Geneva huko maeneo maalum, au kule Vatican, karibu kabisa na kwa papa hapo karibu, ambako ibada zinafanyika saa zote? Nimezaliwa kwenye nyumba ya ulabu wa pombe za mbege, watu wanapigana masaa yote kama Tyson na Evander. Ana angechagua hapa? Kwa hiyo kuna mambo ambayo hayafai kuchagua duniani. Huwezi kuchagua baba au mama wa kukuzaa. Tumezaliwa na wamama wengine vichaa, jalalani wanaokota matakataka. Ungepewa nafasi ya kuchagua, ungechagua mama kichaa? Never hata leo ningewaambia mchague mama, ninyi watoto wa kipaimara, yani ungechagua mama gani? Unafikiri kuna mama mtawaona, wako hapa, wako wana makovu, mwingine ameinama mpaka mgongo umetenguka akihudumia familia, anaenda hivi kama amekatika center bolt. Nakwambia ungeambia uchague, ungechagua misi fulani hivi. Kwa nini mama yangu amechakaa kwa kuni, kwa kunihudumia? Wengine wameungua na moto wakiwahudumia, waki wa watoto wengine wametenguka uti wa mgongo, hawaamki kwenye godoro, leo wanalala kwenye mattress chini, hawezi kulala kitandani. Majukumu. ungeambiwa uchague mama na kuhakikishia, ungechagua mama fulani na unamjua, lakini hakuna ruhusa ya kuchagua mama.